Mbili tatu, tatu, tatu nne, nne tano, tano sita, sita saba, saba nane, nane. Wao ongera. Haya, toa moja sasa, toa moja unipe mimi nile. Ahe, haya, umebaki na mangapi hapo? Hesabu hesabu sasa, yaliyobaki, umetoa moja, yamebaki mangapi? Haya, moja anza, moja mbili, moja. tatu, tatu. nne sano. tano sita, sita. Saba. saba, kwa hiyo umebaki na saba. Umetoa moja umebaki na saba. Toa jingine moja mpe mdogo wako mbe. Aya, shika Haya, kwa hiyo ulivyotoa moja ukampa mdogo wako, umebaki na mangapi? Hesabu. Mm, moja mbili tatu tatu, tatu. Ehe, nne tano, tano. sita. Sita. Kwa hiyo umebaki na machungwa sita, umetoa moja umempa mdogo wako, si ndio? Aya, toa tena jingine moja umpe kakaako. Haya, umebaki na mangapi? hesabu hesabu. Sasa kila ukitoa uhesabu umebaki mangapi. Haya, no. Moja, ehe, mbili, tatu, tatu, nne, tatu. Tano, umebaki na matano, sindio? Ehe, kwa hiyo umetoa moja tena. Uliku, ulikuwa na machungwa sita, umetoa moja ukabaki na na matano, sindio? Ehe, haya, kwa hiyo una machungwa matano. Ukitoa chungwa moja kwenye machungwa matano unabaki na mangapi? Toa moja umpe mamako. Haya, hesabu sasa. Machungwa matano ukitoa moja unabaki na mangapi? Hesabu hesabu, e, moja mbili tatu, tatu nne. Ehe, kwa machungwa matano ukitoa moja unabaki na na manne. Haya, Toa moja la kwako sasa la kula. Aya, weka pembeni, weka yeah. pembeni, weka hapo, toa moja, weke pembeni Ehe. Aya, kwa hiyo uh, ulikuwa na machungwa manne umetoa moja umebaki na mangapi? Hesabu, moja mbili tatu, tatu, moja mbili tatu. Hesabu, rudia tena, moja moja mbili tatu, tatu. Kwa hiyo ulikuwa na machungwa manne umetoa moja yamebaki ma tatu. Matatu haya, toa moja. Kaka yako akija, utampa tena toa moja nyingine mbembe. Weka pembeni pale, yeah. Eh, akija kaka yako utampa, yamebaki mangapi? Hesabu. okay. Umeh- ulikuwa na machungwa matatu umetoa moja umebaki na mangapi? Kahesabu sasa umebaki na mangapi? Matatu, umetoa moja mbaki na manga. Moja. Mbili. Kwa hiyo umebaki machungwa matatu, umetoa moja mbaki na mbili. Sawa eh? Haya, mimi la kwangu sili sasa hivi. Jumlisha moja hilo la kwangu chukua. Machungwa mawili jumlisha moja, mimi la kwangu sili sasa hivi. Tahesabu. Baki nalo libaki hapo. Umebaki na mangapi, jumlisha sasa hapo. Chungwa moja na jumlisha na moja. Acha. Acha.

Unajumulisha na moja, moja, Unapata ngapi? haya.